Usiku unaamka unasema sukari sukari, sukari sukari sukari sukari. Ni kisa cha sukari kuanza kuwa chungu, yote yakianza na matamshi haya ya Duale katika kikao na wanahabari bungeni

Raila akiwasilisha kesi mahakamani kuhusiana na swala hilo akidai kuwa maneno hayo yalimaanisha kuwa alikuwa na deni la shilingi milioni arobaini la kampuni ya Mumias na alikataa kulipa, alishirikiana na familia yake kukosa kulipa na kusababisha watu kutoka magharibi mwa nchi kushindwa kuwapeleka watoto wao shuleni kwa kukataa kulipa deni hilo kwa wakulima wa miwa. Si matamshi hayo tu yaliyotajwa kwenye malalamishi ya Raila. The collapse of the industries, haikuanza na Huru. Ilianza wakati wa serikali ya nusu mkate, wewe ukiwa Prime Minister. Watu wako waliiba, hawakupatia pesa, ukapiga naye kampeni ya 2013. Katika ombi alilowasilisha mahakamani, Raila anasema kuwa Duale alifahamu wakati wa matamshi hayo kuwa hakuwa na deni lolote la kampuni ya Mumias. Hivyo kwa mujibu wa Raila, Duale alimharibia jina humo nchini na kumdhalilisha kimataifa. So if the company did not pay the bank paid. So I want to say here, without a fear of contradiction that there is no debt that is owed. And if there were any, it would be a commercial debt. And there's nothing wrong with that at all. Kutonesha kidonda zaidi, Duale alikaidi makataa ya kuomba msamaha na badala yake kusema kupitia kwenye mtandao wa Twitter kuwa yuko tayari kwa mapambano mahakamani na Raila. Anachokitaka Raila ni fidia kwa kuharibiwa jina na kuwa mahakama imzuie Duale kuendelea kutoa matamshi ya kumharibia jina. Kadhalika, gharama ya kesi hii na riba hadi pale atakapomaliza kulipa Duale. Faiza Maganga, Citizen Pashi.